Shmu kwa mkoa kuna mzizi ndani kwenye jiwe, ndio maana ufumbuzi umekuwa utata. Mzizi humo ndani ya jiwe, tumeshinda kuupata sisi. Chimba uone na kufunga. Naomba hivi isifungwe, ni mali yetu ya wananchi. Iliyofanya pale kazi, fungwe hizo haje, tamb wananchi wangu tawambia nini? na tayari ilimeshafanya kazi

Leo repote yake na nyaraka zimepotea yake siotavenyatoto hiyo. Mkuu wa mkoa, mimi sikubali kwa hilo, nitasema daima popote pale nikihitajika, naasema nasema, sifichi. Ah, ninafahamu pia kwenye haya makaratasi nimesoma, swala la hoja milioni 46, swala la hoja milioni 46 kwa ajili ya vijana, na ukisoma soma hapa kuna maneno mengi na haielewi siku hadi siku, na hoja hii ni lazima ifungwe. Kwa hiyo nitaagiza mkaguzi aje kukagua fedha hizi kama zilitumika vizuri na kama hazikutumika vizuri, kama fedha hizi zilitolewa kwa vikundi hewa. Kama vikundi hivyo hewa ni vya nyie watu wa halmashauri, mtatoa fedha hizi, na hiyo nawahakikisheni, mtatoa hata kama nye madiwani vikundi hivi hewa vilikuwa ni vya kweli, anayehusika atakamatwa na atatoa fedha hizi, kwa sababu fedha za serikali haziwezi kuchezewa. Sasa taarifa ya kampuni ya Misungwi, mimi naelekeza Takukuru mkoa waje hapa Misungwi waikague kampuni hii waichunguze kampuni hii, kama ni kampuni, kamani kampuni iliyo sawasawa kama ni kampuni hewa tujue, mapato na matumizi ya muda ambayo imefanya kazi, kwa sababu ilikuwa ni kampuni ya umma. Ni kwa maana ya kwamba eh, kuna kampuni ya ujenzi ambayo iko hapa halmashauri ya Misungwi. Kampuni hiyo tangia tuanze mwaka 2020 20 mpaka 25 leo, kampuni hiyo hatujaona manufaa yake, na sisi kama baraza la madiwani na taarifa ya CAG tumeonelea kwamba ifuatiliwe kwa kina na tupate e, ripoti kamili pindi tutakaporudi. Na mimi nawaomba kabisa wananchi wangu wa kata ya Mabuki, mimi bado narejea kwenye awamu ya pili hii, ili kuweza kukamilisha ndoto za kata yetu ya Mabuki na kuihakikishia, tunailetea maendeleo mazuri na kuangalia taarifa ya CAG ambayo itakayokuja kwenye baraza la kwanza. Nashukuru mkuu wa mkoa. E, jinsi alivyo yapokea mawazo ya kiutendaji na hoja ambayo ni prolonged, hoja ambayo ni ya muda mrefu ni ile hoja ya kampuni, mmesikia? E, ni hoja ambayo tumeipokea tangu tumeanza baraza, lakini kampuni lile kwa historia, uh, kimsingi lilianza likiwa na mapungufu mengi. Kwa mgongano uliopo sasa ni ni ni ni kitaalamu, kitaalamu CG anashauri kampuni isifungwe kwa sababu kuna fedha la za serikali, lakini na sisi kama diwani tulisema kampuni ifungwe ili kutoendelea kuwekeza kwenye kampuni ile fedha za wananchi wana wana. Na kimsingi hatujawahi kuwekeza fedha tangu zile fedha ambazo ziliweka, lakini zile fedha za awali zilifanya uzalishaji na hesabu zake, hapo ndo mgogoro unapoanzia kwao. Ni mshukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa Mwanza ndugu yetu Mtanda kwa maelekezo aliyotoa. Ninaamini kwa kuwa jambo hili limekabidhiwa kwenye vyombo vya usalama